anaenda kutoka kule kwenye friji ndo ananileta mimi. Vile vitu vya afya vinakaa kwenye friji. kwa mm, hiyo naona kwa mchungaji alikuwa ndo na kuleta dili, usindikana kwako wewe, kwa mtumishi wa Bwana, kwa sababu ina njaa na kipindi hicho, na mimi ina njaa natengana kwa, narudi nyuma nasema, kwa kweli Bwana nakushukuru kwa chakula, lakini si wiki nakula tu masa. Sasa sina chochote unakula kilichokuja. Niwaambia, kuna majira unakula kilichokuwepo, lakini huyu hmm, ninachokitaka kweli. Sasa kipindi hicho nilikuwa nakula chochote kilichoko mbele yangu